Lakini tukirudi kitandani labda uhum, kwanza kabisa starehe ya mwanamume huwa haizidi sekunde sita. Mm, piga sarakasi zako zote mm, ruka unavyojua sekunde, kuruka sita. Yes, kwa sababu starehe ya mwanamume mm, ni kufika mshindo mm. Hiyo ndo starehe yake. hizi mm-hmm. vurugu zote, muda mwingine anafanya kwa ajili yako, muda mwingine aonekane kidume kwamba yeye haendi haraka, lakini starehe yake yeye ni pale anapofika mshindo. Na kisayansi tendo la kufika mshindo huwa ni chini ya sekunde sita. Kwa hiyo, hata mkienda show zile, za, za <coughs> zile show za yaani yeye pale anafanya kwa ajili yako wewe, ili uweze kupata starehe yako, lakini pia uweze kumwona yeye ni kidume anayeweza. Na hii ningependa wanaume wenzangu Easter, wasaliti inabidi niongee ukweli, inabidi wanawake watupe heshima kubwa sana starehe ya mwanamume ni kufika mshindo lakini wanaume leo wanatumia madawa wajicheleweshe kufika mshindo. Ay, kwa ajili yako <laughs> yani anajibana starehe yake yeye kwa ajili yako, anapaka vumbi wapi hapo. Ilibidi kwa kweli mwape wanaume respect kubwa sana yani, wana sacrifice starehe yake yeye ichelewe. Tulia, Asi. <laughs> <sasa>. tulia. Hmm. <laughs> ili upate starehe wewe hmm pale ndani ukienda ukipanda ukishuka mkienda mkirudi, mm -hmm. Kinachomata ule mshindo kaufikaje? mm -hmm. na pale ndani nikuambieni ule ukweli, mm -hmm. Jamani dada Lillian pika pilau, mm -hmm. viungo ni vile vile, nikupe, mm -hmm. na we pika pilau viungo ni vile vile, jiko hilo hilo, mm -hmm. wote pikeni pilau, mm -hmm. haitakuja na ladha moja, kuna kau tofauti tu katakuwepo pale kwenye ile pilau. Umependa ndo hivyo hivyo, haujapenda ndo hivyo hivyo. Kwa nini inakuaga hivyo? Ni mkono meza, naliweka mkono <c assembles> <coughs> kwa hiyo, kwa hiyo naliweka hivi, hata huko ndani hmm, huko kuna ladha tofauti. My God, for real? Kabisa kabisa, uliza mwanaume yeyote, kule ndani kuna ladha tofauti, lakini kila ladha moja inatosha na kuna nyingine yaani, unapenda zaidi ile ile ulionayo wewe, inatosha. Sio lazima ile ulionayo wewe, wala usihangaike na ya mwenzako mm-hmm. Ile ile yako inatosha, na akienda kwa mwenzako haina maana ile haikutosha. Ah ha, ameenda kwa upumbavu wake tu, yaani ujinga wake tu umemfanya aende, lakini ile ile ladha yako ulionayo, ile ile wewe peke yako inamtosha. Na ndio maana tunapozungumzia mapenzi, watu wengi wanapenda kuzukurudi kitandani kita mimi kita, kita sipendi kuzungumzia sana masuala ya kitandani, mm. Kita kitandani kwa maana ume ni sehemu ndogo sana ingawa sisi ndio tunawa approach na tunaitaka ile ya kitandani, lakini sisi pale, sehemu ya kitandani ni sehemu ndogo sana. Mwanamke una uwanja mwingine, una uwanja mwingine mpana sana wa kucheza. Dada yangu, nikwambia hivi, wanaume bahati mbaya huwa tuwaambii nyie ukweli. Wanaume wenzangu, naomba naomba mnisamehe, na wasaliti huwa hatuwaambieni ukweli mm -hmm. Tunapoenda ukaikuta kuna ladha ya tofauti. Baby, you are so sweet. Kila mtu atakwambia you are so sweet. Kila mtu msweet. Lakini ukweli tunabakiaga nayo sisi wenyewe mioyoni kwamba huyu sio kama ile. God Almighty. God Almighty. Cha kibaya zaidi ni kwamba narudia kwenye theory yangu ya kwanza mm -hmm. hiyo ladha ulionayo dada yangu Lilian kukuitengeneza mm -hmm. wewe uliipewa Nabonizum, na Mwenyezi Mungu thamani mm -hmm. yake haitodumu kwa zaidi ya siku tisini na tatu. Jesus. Yaani inakuwa ipo, ni nzuri lakini ni ya kawaida. Mimi leo na iPhone X, mwingine anatamani kuipata hii, sio mm. Mimi saa hivi ishakuwa ni ya kawaida, yaani sio kwamba ni kitu cha ajabu tena mm. and whatever you have, kuna mtu ndio dream yake ya maisha yake awe na lila awe na, na, na, na kile ulichonacho wewe, lakini wewe kipindi hicho unakiona ni cha kawaida kwa sababu tayari unacho mm. Kwa hiyo hata hii ladha bado isikutie kiburi, kweli itunze lakini una kazi kubwa ya kufanya yale ya kuyafanya wewe ili yawe ni sehemu ya thamani yako kwa yule mwanamume, kwa sababu ladha zinatosha. Lakini nini cha ziada ambacho wewe unacho ambacho kitafanya yule mwanamume aendelee kukupa wewe thamani? Kwa hiyo nimechoka yu... <coughs> kila mwanamke ana testi yake na kila testi inatosha, lakini kuna testi nyingine nzuri zaidi ya mwingine. Yani wewe hapo, kuna sehemu unafika unasema, kweli Jamila, hakuna kama Jamila. <laughs> hmm. Labda niweke vibaya zaidi. hmm. Turudie kwenye kesi ile ile mwanamke kwamba huyu mwanaume wangu anacho mimi, anatembea na mwanamke kama huyu, zile sentensi alisema kuna siku nilimjibu mtu vibaya sana siku moja, sitamsema ni nani. Nilikuwa niko mimi na mke wangu mmoja, na yeye akajaribu kumkompea mke wangu huyu ambaye yeye ni rafiki yake na mke wangu mwingine, akasema, sasa mtu kama una mke kama huyu unakuwaje na mke mwingine kama yule? Nikamwambia, kuna tofauti kubwa kati ya uzuri na utamu <laughs> Yaweza kuwa huyu ambaye unamuona kwamba mimi wangu natembeaje na ki, ki, kiwanamke cha hivi ya chaweza kuwa kinakuzidi utamu, sababu utamu, utamu hauonekani kwa macho. Kwa hiyo mimi niseme tu hivi, mwanamke usije ukamdharau mwanamke mwenzio na kumdhalilisha eti kwa sababu ya ule mtazamo unaoona kwa nje au kwa ajili ya elimu yako. <laughs> Mwanamume <laughs> wakati mwingine anachokitaka hata hakijui. Sasa anapofika mahala anaokota kitu anasema, au ndio hiki nilichokuwa nakitafuta, ngoja niliweke vizuri. Wanaume tuko hivi, unajua unapopoteza funguo kwa mfano, halafu unataka ufungue mlango unatafuta kitu chochote ambacho kitakusaidia kufungua ule mlango. Mm -hmm. Unaingia chumbani unapekua, yani hujui unatafuta nini, lakini unatafuta kitu ambacho kinaweza kufungua mlango hiyo situation unaielewa? Mm -hmm. Yani hujui unatafuta yani kama ni msumari mm hujui -hmm. Yani unachojua maana nataka tukinisaidie mm -hmm. pale kwenye utavuta draw utaangalia angalia, utavuta kabati na mtu aikuuliza unatafuta nini, huwezi kumpa jibu wanaume tumekaa hmm. Hivyo na hiyo ni advantage kwenu nyinyi wanawake, laiti mngejua wala msingepata tabu. Kwa sababu gani? wakati unatafuta funguo ilishakosekana, natafuta cha kunifaa kufungua mlango, chochote kilicho sharp kimechukua nafasi, alafu kwa bahati mbaya kikaingia kikafungua, kimechukua max kwa wakati mwanamume hajui anataka nini kwa mwanamke. Wewe mwanamke, ukimtengenezea kitu kikawa sharp, akinasa hatoki. Yani kwa sharp uweze kwamba yani, yes una nini, yani una nini cha ziada ambacho ye hajui anachotaka mm. Lakini kwako atakuta nini? Sasa anapokuta maji matupu, anaenda kutafuta na kwingine, kwa sababu hajapata ambacho kimemkamata. Sasa kwa sababu ye hakijui, nyie sa, ni wanawake, mimi ndio mwanaume mm na mimi nakwambia ni hivi mm. Sisi wanaume mm. tunaweza kupenda wanawake hata mia tano na tukawapenda wote. ah, nisikilize <laughs> kwa hiyo niweke vizuri kwamba kila mwanamke anatosha, utamu ulionao peke yako unatosha. Mwanaume akienda mwanamu kwingine, ni ile kale ka ukichaketu tu kakwenda na lazima tutakwenda, wedha unapenda, mama yangu, tutakwenda wedha haupendi. Tutakwenda dokta, sio lazima hapo. Sikuna wanaume wengine hawaenda, wana chochote hawaendi? Mimi wote wanaenda. Ni kweli, mimi ni mwanaume, nimesema hivi. Mwishoni nitaeleza hmm. namna gani ambacho kinaweza kusaidia hmm. Asiende, okay. Wapo wachache wasioenda. Nataka nimalizie, Dokta Mwaka aliongea, ameongea kitu kikubwa sana, sijui kama mtamwelewa. Kwanza amekili kitu ambacho ni fakti kwamba wanaume wana wote wanaukichaa kwenye wana, kwa sababu eneo hilo sii, tumeelewana na ndio maana hata ubakaji hautaisha duniani kwa sababu eneo hilo wanaukichaa. Kweli, Sama, na wako vizuri sasa. Hilo naacha Yaani, hapo nimepapenda, ni kweli bila chenga. Naomba niache kwanza. Sasa nasema hivi, narudi kwenye Bible. Bible kuna sehemu imeandikwa, mwanamke mjinga ataivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa sababu gani? Narudi hapa, amesema kitu kikubwa, japo hatujakiona, tutakiwa mbele kwa mbele kwamba ndani ya siku tisini langata na ngapi, ndio unavutiwa na yule mwanaume na uzuri wako una expire. Kwa hiyo mwanamke mwenye akili ndani ya siku tisini na tatu tunafata ule wimbo umetrendi wa unasema, mwanamke tabia, mwanaume hisia Shepu majaliwa. Kwa hiyo katika zile siku tisini usilewe na uzuri wako, usilewe na usomi wako. Tengeneza tabia itakayopelekea mwanamme akupende, na kama unashindwa, kama mama yake yuko hai, katokiwa likizo, kae na mama yake, chukua tabia ya mama yake Chukua tabia besti yake, changanya na yako, jiongeze, itendee kazi huku ukiwa unapenda, ukitengeneza tabia ambayo ni nzuri, unapenda, mume anaenjoy hiyo. Itapelekea upendwe, utaacha legacy kwenye familia, hata kwa wanaume, kwa watoto, kwa mume na jamii inayozunguka . Alafu kitu kimoja, tuna focus kwenye pesa, PhD degree, tu focus kuacha legacy. Asante. Hmm. Kenyesh ni, na ni, kwanza nimefreeze kidogo <laughs> na kuona sana hmm. Lakini Dr. Mwaka, nimekuelewa kitu kimoja kwamba utengeneze kitu ambacho huyu mwanaume hata kama ataenda sehemu nyingine, atakimisi kile kitu, pengine huenda akikose au akikipata kisifanane na kile alichokuwa nacho mwanzo. Nataka nitoe stori moja. Kuna mtu mmoja alikuwa na mahusiano na mtu mwingine then yule mwanamke aliyekuwa naye nje aliplay pat kubwa sana kwenye maisha ya huyo jamaa, kwamba aliweza kuipenda familia yake kuijali familia kani yake yeah, huo mchepuko mchepuko familia sasa, ya mwanaume, ya mwanaume. Eh. Yani to that extent mke hawezi yani huyo mke mke, mke, mke alikuwa hawezi unajua ile kudiriki hata kumkea mama mkwe kuijali familia ya mume wake anapokea anapokea kea kutoka kwa mchepuko na anakuwa sasa, hapo ukitaka tufike huko itakuwa ni mada nyingine ambayo itakuwa mm. ina mapana. Naomba tuanze okay. tuje hapa afu okay. itakuwa mada nyingine okay. kwa hiyo yule mwanaume kuna kitu alikikosa yani anaona kabisa mke wangu hiki hawezi kukifanya. Unajua hata ile basi kupretend. Mm. Na ndio kitu ambacho ukipretend leo kesho huwezi kukipretend. Huwezi kukirudia. Umenielewa? Mm. Utafanya leo na kesho utaacha tu kwa sababu sio uhalisia wako. Umenielewa? Kwa hiyo huyo mwanamke aliweza ku maintain hiyo status kwa kipindi chote. Na mwanaume akakubali akasema kwamba niende east, niende west. Mwanamke kama wewe sitakuja kupata. Kwa hiyo juu tu, Dr. Mwaka, na mwanaume yule anacherish kile kitu, yani no matter what, kwamba kuna mwanamke ambaye aliwahi kuwa au yuko tayari kusimama badala yangu mimi kufanya yanayonihusu mimi pasipo mimi kuwepo kwenye familia yangu, which is ni wanawake wachache sana wanaweza kufanya hicho. Kwa hiyo yule mwanaume anaweza akaenda kokote atakapoenda, lakini bado akarudi kwako, au akaendelea kukikumbuka kile kitu au akaendelea kukicherish This is watu ambacho nafikiri nimemwelewa sana Dr. Mwaka na ambacho, hiyo legacy, ni kitu, ni kitu ambacho hiyo kutengeneza legacy ni kitu nimemwelewa sana. Ni leo hii nimemwelewa kutengeneza mwonekano, saloni, kucha, nywele, tunapoteza mdafu muda kamchukua ausije ausije atengeneza legacy kabeba familia. Dada Jamila naomba ah. nikuambie ah. yoyote <laughs> uliopo sawa. Oh, my God. Usije ukaacha kujitengeneza muonekano. Nimesema hivi mwanzoni. Kile ulicho nacho ambacho umekipewa na Mwenyezi Mungu kitunze sana. Ulipewa sura nzuri itunze sana, ulipewa macho mazuri yatunze sana. Nikisema kuyatunza ni pamoja na maskara, yani ule uzuri wake uendelee kutunzika vi vizuri, lakini usije ukasahau kutengeneza kile ambacho unatakiwa ukifanye wewe Legas tunza sura yako, tunza urembo wako, tunza usafi wako, lakini lazima uwe na kitu cha kipekee ambacho unasema hiki, mm. atakipata. Lakini nitoa mm -hmm. mm -hmm. mfano rahisi. Mwaka elfu mbili kumi na mbili niliwahi kumchukua mke wangu mmoja, nikampeleka ndio akatembea South Afrika. mm -hmm. tembea sana tu, kuna kule na kwenye hoteli za kifahari. Tukarudi nilimwambia kitu kimoja, ah, mke wangu, vyote nilivyokufanyia ni vidogo sana. Wanaume wakufanya star hotel wako mm -hmm. wengi tena, wanaweza kupeleka asubuhi mm -hmm. na jioni mm -hmm. lakini kumpata mwanaume ambaye ata, yeye ana pesa yake amekukatia tiketi ya business class. Kaacha kazi zake kaenda kutembeza nchi ya nje wiki mbili kakufikishia hotel halafu huyo, huyo huyo achukue kamera awe anakupiga picha mitaa yote picha elfu tano. Hautampata kirahisi. Na, na, na, na, hapo na na mchepuko, kuna watu wanafanya hivyo ambao ambao anakufanyia hivyo after three months na kuacha. Ngoja nikueleweshe vizuri, kumpata mtu ambaye katika jamii ya Kiafrika Mashariki ana pesa za kukatia tiketi ya business class halafu umpitishe sokoni, ana kikaptura anakupiga picha wewe, picha elfu moja, utapata tabu sana kumpata mwanaume wewe kama hana hela, kama hizo hela umetoa wewe Mkosan, halafu yeye afanya atafanya, mm -hmm. Kumpata ambaye pesa amekupa yeye kila kitu yeye, na bado ule uka yeye afanye yeye. Sasa haya ni mambo ambayo yanaenda pande zote mbili, siko mwanamke na mpeke yake au kwa mwanaume peke yake. Hata sisi wanaume tuna wajibu wa kufanya vitu kwa wanawake ambavyo tunasema ameenda atapata mwanaume lakini wa kumfanyia hiki na hiki, itamchukua muda. Swali kwako mwanamke mwenzangu, ambaye uko na mtu mume, wako unampenda, mpenzi wako unampenda, jiulize ni kitu gani ambacho umefanya ambacho akitoka itakuwa yani dokta alichokiongea hapa, of course, niseme tu ukweli, vingi ameongea point. mm -hmm. Yani vingi hata mimi kuna vingi ambavyo nimejifunza. mm -hmm. Japo moyo wangu bado hautaki mgawanyo mgawanyo yani. mm -hmm. Moyo wangu bado umesimama pale pale. Naomba niweke vizuri kwamba nijae kwake ajae kwake. Iko hivi, hivi. Mm -hmm. Kwa asili mwanamke mm. ni mtawala panapotokea dosari ya kutaka kutingisha utawala wake mm. Hapo hata sumu anaweza akashika akakunywesha ukanywa. mm. Kila mwanamke kwenye hii dunia anataka mwanaume wa pekee yake. mm. Hata wake zangu watatu. mm. Kila mmoja kuna katamaa anatamani itokee kama vile ajali hivi, wengine waondoke abakie peke yake. Yeah. Yes. That is the nature. Hivyo ndivyo mlivyo, na tukisema tunataka tuwabadilishe tutakuwa ni wapumbavu. mm. mm wanawake kila mwanamke anataka mwanaume wa peke yake, mwanaume anataka wanawake wengi wengi. Sa, hivyo ndivyo ilivyo. Naomba nikuulize swali. Je, haiwezekani yani kwa wewe sasa, kwa umejiongelea wewe sasa ongelea mm. na wanaume wenzio mm. haiwezekani mwanaume akabaki na mwana mke wake peke yake? Yani hakuna mwanaume ambaye anasema tu nimejaa kwa huyu mwanamke, nimetosha, nimekaa, nimeingia miguu na mikono. Sababu wewe ndoa yako bado changa, acha nikusaidie nikufariji, kufariji <õrge> <g inappropri> <noise> Naomba ongea ukweli. Ikiongea kweli hautopenda. Acha, acha niongee nikufariji kidogo kwa sababu ndoa yako bado changa uh-huh. Ili usije ukaenda kuivuruga ndoa iliyokomaa. ila nitakusaidia kitu, kitu. Haya nisaidie. Katika maumbile ya mwanaume mm. hakuna mwanaume anayetosheka na mwanamke mmoja isipokuwa mm. awe ni mgonjwa au awe hajiwezi kabisa Yeyote ambaye ni mwanaume mmoja akabaki na mkewe mmoja amefanya hivyo kama sacrifice. Na wanaume yes, wenye kuweza kusacrifice wapo, ingawa ni wachache sana. Narudia mm. yes. si si si tena. Narudia tena. Yes, Mwaka. Mwanamume ambaye anatosheka na mwanamke mmoja hajawahi kuumbwa na Mwenyezi Mungu Mm. Mm. Ukiona mwanamume tusubiri, nisikilize mm -hmm. kama unataka Qur'ani, nimesoma Qur'ani. kama unataka mm -hmm. Biblia, nimesoma Biblia. mm -hmm. na kama, kama we ni Muhindu, nimesoma pia Kihindu. Sawa. Tuache mwanaume ambaye anatosheka na mwanamke mmoja mm -hmm. hajawahi kuumbwa na Mwenyezi Mungu mm -hmm. na wanaume ambao wanaweza kusacrifice mm -hmm. kwa kiwango cha kuacha matamanio yao yote, akabaki na wewe, hao wapo. Mm. Lakini ni wachache sana, ni sacrifice, si asili yake, ni kama mwanamke mwanamke mm. kwenda kwa mwanaume zaidi ya mmoja sio asili yake, na akienda, kuna sehemu mwanaume amekosea, yeah. hiyo uh, Nikwambie hivi, sio kucheat hata kutoka kinyume na mpanga mwanamume amemdhuru. Ngoja ngoja, nimsaidie dada yangu sababu ndoa yake bado changa. Mwanamume msaidie, mfariji, kwenye sacrifice <laughs> ya that extent, inabidi ujiulize umefanya nini cha ajabu sana kwa sababu kabla hajakuwa wewe, mm -hmm. Hakuwahi kuwa na mwanamke mmoja, mm -hmm. Amekuwa na wewe na abaki na wewe, kitu gani ambacho sio ulichopewa? Maana ulivyopewa havina thamani for, for the, for 93. Kitu umekifanya kitu gani na unaendelea kufanya kitu gani ifikie hatua aseme for this, I will sacrifice this. Kwa mfano, rahisi, mm -hmm. kuna mwanamke ambaye unakuta ni mnyenyekevu kupita kipimo akikukamata na ujinga wako, badala ya kutukana, kukupiga, kukufokea, unamkuta analia, mezimia, mia unampenda sana, unasema sasa takuja kuua huyu mtoto wa watu, na kwa wema wake huu, kwa nini niendelee kumuumiza? Unabaki kipita njiani, unaangalia, unatamani, alafu akili nasema sema utaacha, unaacha, halafu maisha yanaenda. Hilo linawezekana, jiulize wewe kama leo hii wewe ni mwanamke unatutazama, unatuambia hivi, mimi mume wangu hatoki, tuambie pia umefanya nini cha ziada <mimu> kama huna ulichofanya cha ziada <mimu> unajifariji tu. Kwa hiyo kwa upande wa sisi wanawake, lazima tutafute kile kitu special ambacho waume zetu watakuwa wakikikumbuka hicho, ambacho hicho, Kitab hicho mm, kwa hicho atasema, nikimkosa huyu kukipata